Hayo maelfu ya wanafunzi bado hawajaripoti katika shule za sekondari ya juu kutokana na ukosefu wa fedha. Baadhi ya wazazi wameelezea changamoto walizopitia kupata karo na hata kukosa ufadhili kutoka kwa asasi mbalimbali. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, wanafunzi hao sasa wameachwa njia panda, wasijue hatima yao kimasomo, saa chache kabla ya siku zilizowekwa kwa kujiunga na gredi ya kumi kukamilika. Ernest Nyasimi alianza safari ya kuenda shule ya upili ya Tenwek County ya Bomet. Ukosefu wa karo ukimfanya kijana huyo pamoja na baba yake kufunga safari ya kilomita mia moja ili kupata masomo. They want to Our president, Beatrice Akinyi akilemewa na machozi baada ya juhudi zake za kupata ufadhili wa mwanawe kugonga mwamba. Azma ya Jessica ya kubadilisha maisha ya familia yake ikififia kwani hawana namna ya kupata elfu hamsini na tatu za kulipa karo na fedha zaidi ya mahitaji ya shule. kama nakaa nyumbani watu wanaenda, watu wanaenda shuleni, nasikia vibaya sana kwa sababu sijui hata lini nitaenda shule. mangu ana chochote, ana chochote cha kunipeleka shule, nasikia vibaya hadi hivyo sizikula, nasikia vibaya sana. Tafadhali mnipeleke tu shule, tafadhali. Familia nyingi sasa zimesalia hoi wale waliouza mali yao na kununua baadhi ya mahitaji ya shule wakiachwa njia panda, kama vile Victor Mbivi aliyeitwa shule ya upili ya Makueni. Tumenunua sabuni, sahani, kikombe, em tukanunua vitu kama neti, lakini bado kuna vitu zile mingi mingi na kubwa kubwa hatujanunua kama viatu za shule Buckets, blankets hizo hatujanunua, so tunahitaji school fees. Nataka kuwa daktari, ndio nikafanya stem. Nikiendelea kukaa hapa, mi naona sita hapa siu karia ya yangu. Kwa maelfu ya familia ambazo hazina uwezo wa kifedha, ndoto ya masomo ya wanao inafifia kila kuchao matumaini yakielekezewa kwa serikali kuona iwapo itatekeleza sera ya kuhakikisha asilimia mia moja ya wanafunzi wanajiunga na shule hizo. Dorauteno, runinga ya Citizen.